Habari. Kama uliomba kazi kupitia Sekretarieti ya Ajira katika utumishi wa umma, hii ni habari njema kabisa. Tangazo rasmi la kuitwa kazini limetolewa tarehe 26 Juni elfu mbili ishirini na tano na majina yako na hapa. Lakini kumbuka, haitoshi tu jina lako kuonekana. Kuna hatua muhimu unapaswa kuchukua mara moja. waombaji wote waliopangiwa vituo vya kazi wanapaswa kuingia kwenye akaunti zao za Ajira Portal sehemu ya my application, kupakua barua zao. Barua hizo ni muhimu sana, kwani ndizo zitakazo kupeleka kwa mwajiri wako mpya. Usitegemee kupigiwa simu, hii ni jukumu lako. Hatua za kuchukua: ukishapata barua yako, hakikisha unaripoti kwa mwajiri ndani ya muda uliowekwa kwenye barua. Usahau kwenda na vyeti halisi vya masomo yako kuanzia kidato cha nne na kuendelea. Hii ni hatua ya mwisho kabla ya kupewa barua ya ajira rasmi. Nani ameitwa? Tangazo hili linahusisha taasisi mbalimbali kama TBC, TMA, SUA, TBT na nyingine nyingi, nyingi. Baadhi ya kada zilizotajwa ni afisa kilimo msaidizi, ICT officer network database, standard editor grade 2, afisa ugavi ununuzi usafirishaji, mwandishi wa habari Game officer, forest officer, na Beekeeping Assistance. Orodha kamili ya majina ipo, lakini zaidi haya ya haya, hebu tuangalie maarifa ya ziada ya kusaidia walioitwa, ushauri wa kitaalamu kisaikolojia na kimaadili. Watu wengi hujidharau baada ya kuitwa kazini. Hii ni nafasi yako kuthibitisha ulicho nacho. Tips tu, tumia muda huu. Tumia muda huu kuandaa nyaraka zako kitaalamu CV, vyeti na hata malengo yako binafsi kazini. Tips namba tatu: fanya utafiti wa kina kuhusu taasisi uliopangiwa kazi, huanza kabla hujaripoti. Ah, kwa <coughs> wale ambao hawajaitwa kazini, kama jina lako halipo kwenye orodha hii, usivunjike moyo. Hii ni nafasi ya kuthamini, kujiandaa upya na kuomba tena. Sekretarieti ya Ajira utangaza nafasi mara kwa mara na nafasi yako bado ipo. Tafadhali subscribe ili upate taarifa za ajira mpya mapema. Like video hii kama imekusaidia, na comment chini jina lako na kada uliomba, tutakusaidia kukupa update za karibu zaidi. Asanteni na karibuni.